Hii ni riski riski. Hii kama kuna binadamu yoyote alikufanyia chuki, roho mbaya, akakuzibia kwenye uzazi, akakuzibia kwenye kula, akakuzibia kwenye kazi, akakuzibia kwenye mambo yoyote yale, achana na Mungu wewe. Mungu huteremsha riski popote anapopataka. Mfano mzuri ni huu mgomba. Huu mgomba leo umetoka riski moja nzuri tena yenye mfano ambao watu utegemea kama mfano leo tungeupata. Tulizoea riski ya mgomba inatoka juu, lakini leo tumeona riski ya mgomba ikitoka chini, ikitoka ubafuni. Usikate tamaa, pambana. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Mwenyezi Mungu huwa ashindwe na chochote. Kama kuna mchawi kuna mwanga kuna fisadi kuna hasidi kuna mwenye husda akakuzuia kupata riski, Mungu anatuonyesha kwamba tizama, ashindwe. Tizama huu mgomba, usikate tamaa, riziki popote ipo.